E, waze waze waze waze. E, sauti unstoppable. Unstoppable dogo kila waze. E, ukipenda niite king of diagon waze. King of diagon waze, leo nawaletea waletea tege ili. E, ni tege ili ambalo lilikuwa zamani lili trendi. E, ni tege miongoni mwa matege ambayo yana magoli mengi sana waze. E, mwanzishia mtu tege hapa. E hee, na sweep kidogo. E, mwanzishia mtu tege umekamata kashtua. E Hili ili tege ni maarufu sana e, nitalionyesha kwa namna na mbili tofauti. Naam, kashtua umekimbiza, kashtua e, umepigana. Nafikiri tege kama ili nishai kulionyesha ili nilishai kulionyesha. Sasa so, ili tege la miguu mingi sana sana sana sana, sana, sana, sana. eh kuna mguu huu, kuna ambao wana wanacheza mguu hapa hapa wanacheza e, mguu huu He, kuna ambao wanacheza mguu huu wanaanza mguu. Eh, kuna ambao wanacheza hmm, wanacheza mguu huu. Yote yote, ili tege unaweza kalicheza kwa namna he, tofauti tofauti. Sasa leo nitaonyesha, nafikiri mguuu mguu huu huu ni shai kuonyesha mguu U mtu ambaye anashtua hapa, nishaikuonyesha kwamba unaziba hii aeki, unapiga foskin ili, nafkiri nishaikuonyesha kwayo, akishtua hapa imeisha. Ehe, akijishika ni king, akitoka na hii unaweka, akiweka unaeka hapa <clears throat> akishik, unapiga mbili mara mbili, then unamlenga hii ni tu, tu, tuna, tuna preview Eh, niseme, niseme tunapitia revision eh, marekebisho kidogo, umekamata hapa ili ili tege nishai kuonyesha i aikifoskingi toka na naii unamshtua kabisa hii hey. <coughs> Unaweka kishika, unaweka hii hata akiachia eh, akila unapiga mix kabisa, piga mixer kabisa kila unakula, kile unakula, akikata, unaondoka. Akisema pige buti hapo, namshutua kabisa, narudisha nyuma. Kisema ondoka, namshutua kabisa kimbia, unamshtua kabisa eh. Ili tege niliwahi kuonyesha na nikaeka na sare yake, kaeka na sare yake tege hili la, ambao unashika hii, natoka, unaweka sare yake ni unacheza kwa namna hiyo. Sasa leo nataka nionyeshe tege hili hili, ehe, katika namna ya kitofauti kidogo. Kuna ambao wanacheza mguu, umemwazishia mtu naweka mguu hapo. Sasa hapa kuna step tofauti tofauti wazee, ehe. Kuna step anashtua hapa, nilimeisha ataishtua hapo, limeisha kabisa, sababu unatia shuti juu, ehe. Akikata akisema wale, una una pack then unapiga mbili, limeisha maana utakuja utazulumu kete moja. Hei, kete nyingine hii unakuja kuizulumu ni goli. Narudisha nyuma hapa, akikata unaweka wazee, ili ndio tege ambalo lina magoli mengi lina step step nyingi magoli mengi. Ehe, hapa akijishika, unapiga force king tundu waya. Akijishika, force king tundu waya. Hii hawezi kutoa, maanake utarusha mbili hapa. Step ambayo yako yake ya lazima ni kwa utacheza, akiweka hiyo unaziba kabisa. Akisema apige buti hapa, unaondoka zako tundu waya, kwa sababu una opportunity ya kwenda kingi na mpaka hapo ni goal. Inarudisha nyuma. Mm, sema jatoka na hii ehe, katoka na hii, una mlenga mbili kabisa. Hapa akiziba, unatia shuti juu, akila, unaondoka kala, mkula katoka, umeonda kala, umekimbiza. Hata kieka hapa tu, unaenda zako kingi tundu waya Unazulumu kete na bado una nafasi. <coughs> narudisha nyuma. Ameshtua, umetia shuti juu. Sasa kuna ambao washtui, anatoka na hii unamwekea hapa, akisema Zubaya hapa, akishika step tofauti, akishika step tofauti um. Hapa unapiga hizi mbili kura zenu, unakata hapo, una opportunity ya kwenda tu kwenda kingi na ni goli. Narudisha nyuma kidogo. Umeweka kaweka umeweka e, y amezubapa, umepiga mbili, tundu waya kaingiza ndani, unamlenga mbili kabisa, unamlenga mbili akilo, unapiga mixa. Hawezi kula huko, maanake utamzulumu kete kwayo, lazima ale huko, utakula anadaka, unamwekea hii sasa. Hapa kuna ambao anacheza tofauti kidogo ah. Akiweka hii step sahii unatokuwa umlenge e. step sahii unatokuwa umlenge hapo, akiziba unatoka e. akitoka unaweka, hawezi kuweka hii maana utapiga mbili e. akicheza unaweka, hawezi kuweka hapo, utapiga tatu. Akiweka hii unakula bure, unakuwa umezulumu, bado ni tundu waya asore tundu waya tundu waya eh, narudisha na hapa. Hata akisema asipoweka hii bopo semeke tukamlenga, asipoweka hii akaweka hii unamlenga vilevile. Kwa hiyo akikata unapiga zako mbili, unakuwa umezulumu tundu waya eh, akisema aiki akaruka wewe unamlenga vile vile, unafanya kumlenga, inakuwa ni tundu waya. Na hapa akisema ateme akuwekee, unapiga mixer kabisa, piga mixer hiyo huku, awezi kula, malaki ni tatu, akile unatema, unapiga mbili, tundu waya, tundu waya, narudisha nyuma wazi, wazi, wazi, wazi. E, tege ile, tege ile, ehe, aki leo unapiga shuti juu tu. Akikata hiyo unaweka hii ha, akikata hiyo unaweka kwa hiyo, ataweka, piga foskingi, ataondoka atashtua atakula na huko, ndo kwenye usahii wazee. Akiweka hiyo na natishia hapa, akingi tavuta huku utaenda. Akiweka hapa unaingia, atatishia, unaama njia. Kwa hiyo ndo sare yake, hii ndo sare yake. Hakuna goli, hakuna goli. Hapa kuna wengine wanajichanganyaga, akiweka hii, aweki hii, anaweka hii kwa hapa, anajikuta anapigwa mix hii, anapigwa mix hii e, mix by yas e, akila hii anakuwa amejizulumu kete, anatembea single kete. Akila hii amekubali force king ambaye ni tundu waya, tundu waya, mm. Kwa kiondoka hiyo, naingia akienda hiyo, nakaa hapa kabisa, anakaa hapa lakini, wanatemaga hapa, wanaenda unachukua kiki, unaweka unaenda, akitoka unaweka hmm, akitoka hii y... chukua kingieka huko, akitoka hii y... kingirudisha huko, akitoka kingi weka hapa, akisema ateme hii aingie huko, aingie kingi, unakula huku kabisa, na wengi ndo wanafungwa stepu hizo wazee. E, dogo kila hapa eh e, naonyesha tege ili tege wazee, ili tege la miguu mingi sana sana sana sana sana sana, mm. miguu huku ni mingi sana sana, kuna mbona naweka hii unaweka Eh, miguu ni mingi mingi mingi mingi mingi sana wazee, miguu ni mingi mingi sana. Kaweka umeshtua, kapiga buti juu, unakula sasa wazee. Hii ngoma pia nitakuja kuonyesha stepu hizi hapa, kuna miguu mingi sana na mafundi wengi wamekufa kwenye hii ngoma. Kuna muda wa njano anashinda eh, kwenye njano kuna magoli eh, lakini pia wabluu pia kuna magoli lakini pia kuna sara wazee. E, nitakuja kuwaletea ngoma kabisa e, mitumbo yake. Dogo Sisko alitembea e, huko e, e, akapata goli zidi kwa dogo Shuku, lakini pia Isa Meno wa mamba wazee, alitembea huku akapata goli e, akapata goli e, zidi ya mpinzani wake kabisa, e, dogo Sisko. E, wazee, na Isa Meno mamba alipata goli akiwa za bluu, lakini e, dogo Siso alipata goli kwa dogo shuku akiwa za njano. Nitawaletea, ntawaletea e, mitembeo hiyo ilikuwaje e,